Liko huku kwetu, kila siku familia inazidi kuwa chungu kama imewekewa mgaga gani. Siku vikedo, kezo haviishi. Eh, mimi nimeanika tu pale mswaki wangu upigwe nani jua jua utoke bakteria. Bwaga kapita na bwaga, natafuta nini? peana ma stilesi stilesi tu, kila siku nakasubiri hapa hapa kwa club. Akifika hapo getini, kata wengi, halafu staki kushauriwa na mtu yoyote. He. He. Amu ya, ma. Amu ya mama mama hivyo nakuita mdoto unisikii? aona nigazamie chizi ndani, nimeibiwa ha. Umeibiwa? umeibiwa wewe? mbona sasa upo? mimi nimeibiwa pesa sasa, ndo yeah. Amenichanganya bi mkubwa, eti umeibiwa wewe, na wakati na kuona kao ndani humo pesa tayari wameshapita nazo maskini. Maskini, maskini labda umefanya uchunguzi hata kwenye vyombo umeangalia, labda imedondokea humo. Chini ya mchago ndani, kwenye chumba changu. Nani nani aloingia kwenye chumba changu akachukua pesa? Eh, labda tu hapo mama, sawa, labda usubiri tu hapa waje wote hapa ndio tukalishe kikao sasa. Unaponiambia mimi mwenyewe sielewi hata kama mtu amechukua pesa humo ndani, pe wasubiri tu wote waje nyenye hapa. Na mawazo yangu sijali wewe, mimi mtoto wangu wala nini, mimi ninachotaka pesa zangu zirudi, kwa sababu mnaingia paka chumbani kwangu, mchagoni kwangu, mnafunua mchago kuzaeni nimekuwa shida au sio? Nimekuleteni duniani, simnisaidie mimi mja kuniibia tena hivyo. Mzazi mnamjia kikasirika, nikitoa razi nyinyi wote mmeumia. Sasa dawa yenu iko jikoni. Kama hazijarudi pesa zangu, na kutoleni razi wote kama mimi mama yenu ee Mama umri wenye umeshaenda, hivyo haya watoto wote tu hivyo, wengi hivyo, kila mmoja ukimpa lazima si unaishiwa nguvu. Na mawazo yangu hapa bwaga, wahi wahi bwaga. Nanyongana hapa getini amani, kabla hajatoa suluhisho la Laila amechukua nani, unakuja kutuatanisha hapa? Bora kwenu kuliko huku kwetu, heli kwenu nyinyi kuliko huku kwetu. Salama, sijui wewe. Hmm, hapata sio kwema, kulikoni tena hmm. Yani leo nimeamka na gundu, sijui mikosi yani hata mbaya. Kuna tatizo gani nimeamka asubuhi, yani yule dada aliwaka aliwaka, yani maneno yalimtoka, na cha zaidi kabisa alichoshikilia yule dada kwamba mimi ni mchawi, mimi na mloga, mimi ndo nafanya mambo yake hayaendi. Yani hata sijui tunafanyaje hapo. Mke wangu kipenzi, mi nadhani usiteseke juu ya hilo madhari, mwanadamu ameumbwa na mdomo, mwache azungumze chochote anachojisikia kuzungumza. Imechi kumbuka, ni fainali. Wapinzani wanataka kukutoa mchezoni ili uweze kushindwa. Mpira wa juu unapiga, wa kichwa, wa chini. Una mechi ni draw moja moja, tunapiga penati, akisha tunashinda, kombe linakuja nyumbani kwetu. Sasa mimi hapa naongelea masuala ya mimi na Kipipi, jinsi nilivyomkosea leo, wewe tena unaingiza masuala ya mpira hapa, yanaingiaje jamani? Maana yangu ni kwamba Kipipi ninaweza kumzungusha vile ninavyoweza mimi, naweza kumzungusha kama mpira tu. Alafu kipipi kipo ambacho anakitafuta kwangu, kwao. Najua nikizungumza naye ili jambo lote linaisha li kwao, ndo mashaka. Jua hilo mimi nitalimaliza hili. Sawa. Vipi, tayari? Huo um tayari, hamna shida, mambo fresh kabisa. Mama misosi na kuna zaidi ya misosi. Wacha wewe <laughs> <laughs> mba tulije hivyo hivyo, yaani ukijichekecha, tunalamba sikio. Jipige tero mwenyewe hapo, mwage mafao hayo. Ukimaliza kuchukua hayo mafao ulioyataka, nipatie mimi.

Ah, safi kabisa ndugu yangu, mi kuwa kuna shida shida gani? Mimi ni msanii wa Bongo Flava kama ulivyoniona hapa, nilikuwa na jaribu kutengeneza flow, niingie studio, sema changamoto ya studio producer italipe, salafu, kicheki. <laughs> Yes, kwa sababu la studio kwa sababu kaniambia anahitaji pesa alafu kicheki ni mazingira kidogo sina. Nisikilize kijana, kwambie kitu kimoja. Ukiona hii sura bora, kaniulizia kuhusu mishe za kazi, kuliko wewe ujinga ambao unaniambia. Hivyo sanaa unaijua? Na kuuliza sana unaijua? Usione watu huko mbele wametoboa ukachukulia kazi nyepesi tu. Na kama una familia yako, tafuta kazi ili mradi uendeleze familia yako. Na kwa hiyo fanya ambao unaing'ang'ania kwa maisha ya huku kwetu Kimanzichana, wewe utoboe. Maisha yenyewe paka kwenda kulima ming'oko. Yaani wewe utoboe. Na kama ukija kutoboa kitovu changu hakijazikwa kwenye aliza Kimanzichana. Hamna blaza, unajua, na mimi ni support yako, naweza kukubwa kwa ngata mawazo, pia unaweza kunishauri. Support support. Wewe unajua support wewe. Ukitaka support, kamfukue babu yako akusaidie. Alafu unajiita msanii, hata uchawi ujui. Siku nyingine ukinita, unitie maswala ya msingi. Sio unakaa kwa zawaza ujinga tu. Pumbavu wewe. Huko kwetu, majungu na fitina kumkiuka Mungu kawa Hapana, hmm. Utamu wa ngoma ni kuicheza, siwezi kukatisha tamako maneno ya watu, kata pambana pambana, hmm. Mambo vipi? Mbona niangalie hivyo? Au leo poa, sijapendeza ni? Twende kwenye point. Unajua kadogo umebadilika sana sasa hivi, yani kadogo ninayemfahamu mimi sio huyu ninayeongea naye, yani umebadilika sana Hakuna hata kichobadilika babangu, mimi ndo yule yule wa kila siku, ila tatizo samsing babangu maokoto. Lakini mbona mwanzo haikuwa hivyo? Sasa hivi imekuwaje? Unanichosha kwa nini? Mimi nimekwambiaje hapa baba? Una hiyo ndio shida. mimi sina salio. Ngoja kwanza nitafuta hela. Ah, kumbe mapenzi sio swaga tu, Malusa. Unapita kama upepo, unioni shikamoo? Kama shikamoo kwako, mali ipeleke sokoni kule, ukaipange mafungu, upate pesa, ukavutie bange. Hivyo nyiwe, watoto nyinyi, nimewachoka nimewachoka nimewachoka na hizo zalamu zokuponazo zo nyinyi leti. Ningejua mna tabia kama hiyo, wala nisingewazaa. Hiyo mimba ningeteketeza polini huko Ujue Bi Mkubwa, ujue matusi, ujue ni dharau, ujue dakika mwisho, ujue mimi sipendi, mimi si maindishi. Ujue mimi sipigwe, mimi si maindi misi kabisa, nakuelekeza. Sikiliza Bi Mkubwa, hata wewe mwenyewe pia, kama ungechelewa mwenyewe, ningekuzaa vile vile, si najua sasa We si mkubwa umejizaa, ni uwe. Umejiza? ni uwe bado mdogo tu wewe. Sikiliza nikwambie, Baruza, nimekupiga kwa sababu unastahili kuadhibiwa na nimefanya hivyo nikiwa na mamlaka kama kaka yako, Baruza. ywe wamkanganyokwe ukunda witu kene mkiau ambu ekana namii, we shauri yako, endelea. Lakini huo moshi wa mchana sio mzuri. Kuna siku watadondoka, we utalia peke yako makaburini utakuja kunikumbuka. Endelea. Jiangalie wewe dogo, msichukulie poa umundani alafu sikilizeni, hii nyumba tunauza umu ndani. Mwanangu mimi kiepe tu huyo bwaga, we sijui ndo mshundia wana siju nani. Na wewe bi mkubwa, jiangalie. Mimi ndo nishasema hivyo mwamba ndo kasema General. Mnachukulia poa tu mnachukulia poa tu, shengenanga nangu hapa eti ni wandembwe

Hapa nilipo na mawazo, wakati natoka kwenye harakati zangu kuna kijana nimekutana naye. Mimi nilipoona pochi yangu na ndani ina pesa. Oya. Nani anapata ujasiri ukaba wewe mama mtu, anachochoma mazingira yako nani anapata jeuri hiyo? Wewe mama mtu, mimi Washington DC kule wananijua aolooasamansmaia masiara na tena na mafuta masaa 24. Anakaa anakuibia, niambie. Yukoje? Simjui jina lake. Ila ni kijana fulani hivi mweupe mweupe ana dread kichwani, afu kaeka kama urembo urembo hivi ana dread hivi white. Oya, sikiliza, wengi ndani ingia ndani. Mama tutula tulia, mali yako jioni naipata kama kawaida. Wetulia, mimi sina chini. So unaamini unanitrust? Mamangu wetulia, ingia ndani ptula, nakuja

kuna mambo katika maisha eh, na no, ukiangalia ndi wangu unakwenda kama muda unakwenda, eh, na no, ukiangalia ujana eh, nilikuwa nimeuchezea ndugu yangu. Sa kidogo una karama unakarama kufata no, usaidia hata chuma ulete hicho ambacho unachokihitaji unakifahamu, au unakisikia tu kwa watu Nafahamu, baba. Mm, sawa. Naweza kukusaidia kwenye hilo lakini si kwa wasaau ni kwa wasaa wengine. Nitakapokuwa tayari nitakutafuta, ila hili jambo halipo kirahisi kama unavyofikiria lina. magumu mengi ambayo lazima uyapitie na lina sheria zake. Je, upo tayari? Aha, yini, amikazo ni eh, kazi ndio ni mpaka nipofikia, mzee bwana. Najua mevuka mito mingi kusafi aya mudu hayo. Sawa, usihisi hii kama nyanya gengeni au mikate dukani, hivyo lazima utoe kitu nawe upee kitu vivi nitakufahamisha kwa wakati ambao ukifika. Sasa sawa, ni tayari tena, nasubiri kwa hamu. Najua kidogo na mimi naye. Si hmm. Tuta sawa, tutaona na kwa saa wengine kuna mtani kwenu, alafu kuna kwetu. ukwatitegemeivya ndugu, kuna familia yenu, alafu kuna yetu yetu. wayaishagi magubu uku kwetu, hata ukiumwa homa, kuna pelekwa kwa kwa waganga Usishangai mtoto anasoma alafu siku anawanga. Kuna mama moja mwenye familia ya watoto tisa, alafu baba alishakula za uso, nani atawatetea? aliyekuwa kuna hata najelewa vituko. Pola kwenu kuliko huku kwetu, heli kwenu nyini kuliko huku kwetu